Kwanza timu inatarajia kuondoka siku ya kesho baada ya majaliwa Mwenyezi Mungu, uh, tutaondoka kwa njia ya treni asubuhi, uh, saa mbili, na tukishafika tutakuwa na muda kidogo wa kupumzika, kuattend taratibu nyingine za mnyichi kama press conference na taratibu nyingine. Baada ya hapo tutakuwa na siku moja tu ya kufanya mazoezi ya mwisho pale Dodoma. Leo tumefanya recovery session hapa hapa Dar es Salaam kwenye uwanja wa KMC, na kesho itakuwa ni training yetu ya mwisho pale uwanja Dodoma. Malengo makubwa ya Young Africans ni kuhakikisha tunakwenda kupambana, tupate matokeo mazuri, ligi ambako inasimama hapa kwa kipindi cha mwezi mmoja Uh, tusinge tamani kwa tunasimama kwa gia mbaya, tutaka tusimame kwa gia nzuri, kwa maana ya kushinda hii michezo miwili ambayo imefuatana hapa. Tuna timu yenye wachezaji wazuri wenye uzoefu mkubwa. Mechi iliyopita hapa tulisumbulia kidogo kama na fatigue, lakini naamini kwa hizi siku mbili watakuwa wamegain energy vizuri wachezaji na tutakwenda kupambana kupata matokeo mazuri. Niwaombe mashabiki wa Young Africans Dodoma na mikoa jirani. Huu ndio mchezo wetu wa mwisho, Eh, kwa mwaka huu na kipindi hiki. Kwa hiyo tujitokeze kwa wingi, kwa wingi, kwa wingi, tusupport timu yetu, pata matokeo mazuri.